Sasa mkiangalia huu ni Goliath wa Bungoma amepelekwa driving school, unajua nilisema kuwa mrefu si talent na ni ukweli. Na nikaambia ule Goliath mwingine Bradley aambie Trevor ampeleke, yani ampeleke acting school. Huja manze kwa act, hizi content anafanya hizi za ufala, hizi ziuisha. Acting ni kitu atakula time and time again. Trevor, unajua naga akili wana cheze cheze tu na yuko kukiki tau. Nikasema ni sawa. Because si kuna ile unajua hiyo saying unasema nga. Fundisha mtu how to fish, usimpatie fish. Unajua ukipata lemons, tengeneza lemonade, uuze long term. Fikiria long term. So saa hii huyu Goliath wa Bungoma mpeleke kwa driving school. God forbid, hao watu wakasoko, mi najua hawezi muacha but wamshikilia bhata wakimwacha, alikuwa jamaaauambkafn unaendaga club, umepata sijui mrembo, umepata siju nini, niko na bibi moja unajua mi, I have one wife. Unajua ni mtu ana trust God but tukiangalia sahii ampelekwa driving school, yani maisha yake sahii iko na mtaratara. Tukiwa honest angalia ni maisha uu, nani Goliath wa Bungoma, mtu umepelekwa driving school hajai drive, alikuwa naendesha ndudhi. Unajua na everyday ni mtu positive, God atambless. Naambia huyu Goliath enda acting school Nenda acting school, hizi watu wana act hapa Kenya. Kuna wale wanalipo, watu wanajua acting haiko poa but hauwezi jua bahati yako, utapata tu. Kuna role tu fulani huko USA inataka mtu anakaa kaa wewe uitwe like, hiyo ni kitu utakula long term. Wewe unataka tu kufanya hizi content za ufala, zile watu wamezoea kufanya tu, mjamaa ataisha because, kwa mrefu si talent Sawa kuwa mrefu, ati mimi ni mrefu, talent yangu ni hapa hiyo. hmm. hiyo ni najua, mimi nawaambia solution zikisi. Kama oga oga alimwambia rudi ocha, hapana. Najua kuna vitu zingine, ndo nilisema usi usi usiue moyo ya mtu hivyo. Patia mtu motisha, kaambia bro, sawa, tafuta acting school uende, wewe ni mrefu. hmm. Tu last time uliona Goliath, ile ile content alikuwa anapiga na ule mzungu I, I want to go to America. I want to see Trump. Mambo gani? Hmm. Nashuku hata huyo ni ule na nini ndo alimibia simu. Ule mtu aliandika, ati huyu mtu aliiba simu, atakupatia 50,000. Kwani iPhone? Na huku ume backup. iPhone si na kwa ngao mtu ame backup. Sindiyo? Eh, ati kipotea uki, aa, nini cloud na nini installed. Hmm. Mimi nashangaa. Mimi naona huyu goli yetu mwingine anafanyiwa mambo ya kipendeje driving leo hata nini ifanyike, jamaa rudi ocha. Tunajua watu wangapi hii town Nairobi wana survive na driving, watu wa kuendesha taxi. Goliath saa hii yani, hata tuseme, which haiwezi fanyika, watu wakasoko, ati wamtoke, anaweza fanya taxi apate dosi. Tunajua watu wengi sana, hata saa hii ukitoka hapa nje uitishe taxi itakuja ikubebe from point A to B, na ni driver yani, ukijana amejifungulia ame njia ki kiupdg yeah. Ma, ame maximize opportunity na ndo niliambia Ngesh taimu yeah. Nasikia Ngesh anasema oh, Ngesh aliniuliza mkimchocha, aliniuliza nikamwambia, Ngesha una talent. Ngesha akakuja akaniandika. Nasikia watu tabato ametema tina talent hey, na una talent sai, Ngesha anafanya nini na Ngesha hauko anataka hiyo mambo ya public. Ungeomba Sonko job, ungeomba Karen Nyamu job hmm. Ah, sasa Ngesha kwa wapi? Anasema lakini, uh, na respect the fact that Ngesha amesema eh hey, nini nini na uh, anapenda hiyo maisha ya loki. Hata Spider Clan ndio ilikuwa inafanya uh, ajipushivo sana yeye yeah, apendi maisha ya social media hmm. Naona ukipata opportunity mm, mm, angalieni wale watu wote, niliwaambia cloud wameisha mm. Lakini mimi nafurahi vile Goliath anafanyiwa mambo ya kipendeje. Goliath driving safi. After driving, hujui kitu itamfanyikia mm, because akwavo kuuza magari, yani mambo fine Because pia tunafaa kuishi ile life. Mimi sipendi kuona hao watu wakichapa. Hiyo ndio point yangu. Mimi sipendi kuona mtu amekuja kwa limelight, eh, amepata fame, alafu amechapa. Kwa nini siwezi furahi? Najua because hata huyu msee akika kwa limelight na get do a make do, atanisaidia. Na get akika kwa limelight mambo yake inaenda kipedeje? Anajisaidia na familia yake. Mtu yote anapenda tiao watu wanachapa. Ni mtu wa kifedule. Unajua na ndo maana najaribu wingi kuchanua watu, ukiwa hapo fanya mambo 1 2, mambo yako iko safi, lakini watu wengi waoni hiyo. Nikiwaambia fanya 1 2, mambo yako iko safi. Mtu anaona hayo, mse ananiambia huyu mse ni heta. Heta sasa wapi? Tukiangalia Brazil kwanza, kuna zingine yaani naona tu wa Kenya walikuwa na chocha ule nduru man. Yaani upumbavu poleni kwa kutumia lugha. Ushebedu. Ushebeduli imeenda shule na ikagraduate. Unashanga huyu mtu, ni mambo gani unafanya na watu duru mana ah, talenti yako ni gani duru ah? Nikisema we ni mtiaji uko na wivu ah, sasa ona hmm. Na ndo bado nasema tena, Goliath anaenda vizuri, najua hajapatiwa fish, anaoneshwa how to fish, awezi jua hii life, hii life hata ndo kitu nilikuwa naambia ugambie Goliath, in life, hata kama unajua uwezi saidia mtu, patia mtu maneno matamu. Unaongeleza tu mtu hivi kifedule fedule, unafikiri unamwambia vitu nini? Wewe unasema, but hizo words zako zinaweza mbeba zimuinue juu. Haya, sema, mimi nilikutana na msemo. Sikia hizo ma story, mtu alikutana na mtu akamwambia tu kitu, na hivyo ndo life yake ilichange. Hizo vitu ziukua, hata nawaambianga pawa ya ulimi God alitumia nini? World alisema, watu kusema, mtu sawa, kusema hadi maswara, watu kuongea, ulimi ni mbaya, ulimi i ulimi ni strong, lakini sasa shida yenu ni, ni amtakangi kuisikia na mtakangi kuelewa Mtu akiongea ama mtu akisema kitu na ni ukweli nyinyi, eh hey, hey, uko na wivu sasa. Tuangalie tuone pale itaenda, but mimi na fry vile Goliath anaenda njia nzuri, mnaweza tofautisha. Trevor, yeye kazi yake ni kucheza tu cloud, na huyu Goliath Bradley, kazi yake ni cloud <laughs> cloud, wanalala wanaamka cloud, na maisha ingine ya ufedule sana nashangaa hawa watu ni blood fuaje Cloud 24-7. Kusema ukweli, cloud cloud cloud cloud na content zingine zile tushazoea. Fanya na huyu mtu kitu different, kitu long term, kitu itamsaidia.